Nayo serikali ya kaunti ya Kericho imerejelea maonyesho ya kilimo ambapo bidhaa mbalimbali na mavuno zinaonyeshwa. Maonyesho ya kwanza yalifanyika huko Kamaso Kabianga, eneo bunge la Bureti. Maonyesho mengine yalifanyika eneo la Kapsoit, eneo bunge la Ainamoi. Akizungumza katika hafla hizo, gavana wa Kericho Eric Mutai amesema kuwa serikali ya kaunti itashirikiana na wakulima ili kuboresha sekta hiyo.

of milk and you have supported our cooperatives with a number of cooling machines, bulbing machines and other necessary requirements. Ninawahimiza vijana ya kwamba katika kilimo kuna kazi na kuna faida. Hata kuna vijana ambao wamemaliza vyuo vikuu na wamekuwa werevu. Badala ya kwenda kutama kiatu kinaisha, unaingia katika kilimo hatua kwa hatua ukitia bidii utaweza kuanzisha kampuni yako na unaweza kuajiri watu wengi zaidi.